Assalamu alaikum na karibu katika udukuu za vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa tatu mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi, Ramadhan 14 kwa wale ambao wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni kualikia kunako dukuu za vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shekhani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV kubwa nikukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. bila kusahau usisahau kuacha maoni yako kwenye comment hapo chini kwa kile ambacho unakisikiliza na kukitazama kupitia hapa Toka Zamani TV, na bila kupoteza wakati tunaanzalukuzia siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti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 autaka urahisi. Habari katika ukurasa wa tatu. Tanzania mm -hmm. yazidi kung'ara kimataifa ya saini mikataba minne Japan Island. habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wasira ado aneno pinzani kuzuiwa Angola. habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Dodoma Geita zaja na majimbo mapya ya uchaguzi. habari katika ukurasa wa nne. majali wa amani mshikamano ni nguzo ya taifa. habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Takukuru Temeke yaani kama kilichojiri CCM Kigamboni. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo gejila habari Tanzania. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele habari na mwonesha, mkua, ya habari. Picha inamonesha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa akizindua msikiti Jamiu Nuri Hikma uliopo mtaa wa Yombo, Temeke, Dar es Salaam hapo jana. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, inalo gazeti Mwananchi lijo. Habari iliyopewa kipaumbele ni wenye viti wa mitaa wasimulia balaa la kausha damu, waeleza kasi ya wananchi kupeleka malalamiko ya kuibiwa, kudharilishwa mitaani kutokana na mikopo, wapambana kusuluhisha wahusika baada ya BOT kuingilia kati. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili, nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Maltus Alfons mwenyekiti wa mtaa Tabata Kimanga Darajani. Nuku hii inasema mikopo hii imekuwa rahisi kwa sababu ya upatikanaji wake, ndio maana wananchi wanakimbilia, japo kwa uhalisia kampuni au taasisi zinazoitoa masharti yake ni magumu na riba yake ni kubwa. Gazeti hili limeandika riba juu, licha ya mkopaji kupewa kiasi kidogo cha mkopo, lakini riba ya kiwango kikubwa huwekwa kinyume cha sheria dhamana samani za ndani ndio zimekuwa rahisi kubebwa na wakopeshaji wanapomdai mtu. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika kwa nini bidhi chumba cha gesti saa nne asubuhi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na moja. Dhamana ya Nicol yaja na mapya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tatu. Baada ya kuzuiwa Angola, Othman dores watoya wa moyoni wasira Atia mguu habari imeandikwa kwenye ukurasa wa gazeti hili. Siku moja ya baada ya viongozi wakuu wa upinzani nchini na wenzao kadhaa wa Afrika kuzuiwa katika uwanja wa ndege nchini Angola, viongozi hao wamesema. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Shilingi bilioni ishirini na saba nukta tatu kuboresha vituo vya afya mikoa saba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Tanzania inavyojiweka kimkakati soko la nishati safi barani Afrika, habari katika ukurasa wa sita na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Jumamosi leo, pata nakala yako. So umekuwa ndani zaidi gazeti hii ni pashe Mwanga jamini nalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele, ripoti maalum, migodi sio rasmi ilivyo kaburi kwa uchimbaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa nne. Habari picha no inaonyesha askari wa jeshi la zima moto na uokoaji wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga wakiwa wamebeba mwili wa mmoja kati ya wachimbaji wadogo watatu walioangukiwa na kifusi wakati wa kichimba madini katika mgodi wa Nkandi uliopo mtaa wa Lindi mwine kata ya Zongomela Februari mosi mwaka huu. Lakini pia gazeti hili limeandika kasi ya upimaji DNA watoto yaongezeka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mkemia mkuu wa serikali Dr Fred Alis Mafumiko amesema mahitaji ya watu kufanya vipimo vya vinasaba DNA kujua uhalali wa watoto nchini yameongezeka undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika Viagra yatajwa chanzo maradhi ya figo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Matumizi yasiyo sahihi ya dawa za miti shamba hasa zinazodaiwa kuongeza nguvu za kiume na matumizi ya chumvi kupita kiasi, vinatajwa kuwa miongoni mwa vichocheo vikubwa vya ugonjwa wa figo. Figo ni moja magonjwa yasiyoambukizwa. Ndani ya taarifa hii katika ukurasa wa tatu. mabaki aliyeuawa kwa magunia ya mkaa yakabidhiwa rasmi kwa ndugu. Habari katika ukurasa wa pili. Othman afunguka viongozi kuzuiwa kuingia Angola. Habari katika ukurasa wa tatu. Kamati bunge ipatano TPA ongezeko la mapato bandari ya Tanga. Habari katika ukurasa wa nane. Lakini pia gazeti hili michezo limeandika samata nje stars kapombe mbape warejeshwa. Habari katika ukurasa wa 24. Simba ungu habari, 24, gazeti, mwangu, ya unguruma habari katika ukurasa wa ishirini na nne. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru kweli daima nalo mikononi mwangu lenye habari lenye habari aliyopewa kipaumbele Jumamosi ya leo ni Wasira aonya wanaotaka kuvuruga amani umoja. Anasema CCM haitakuwa tayari kumvumilia yeyote atakayetaka kuivuruga nchi. Awashangaa wanaosema chama kushika dola muda mrefu. Afunguka sakata la Liso Othman kuzuiwa kuingia nchini Angola, asisitiza serikali isihusishwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Majaliwa viongozi wa dini liombeni di taifa, pia wataka kukemea vitendo vyote visivyompendeza Mungu wa habari katika ukurasa wa pili. Lakini pia gazeti hili imeandika Tanzania kuunganisha nishati joto ardhi gridi ya taifa, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Rais Dk Mwinyi mgeni rasmi mashindano ya Quran duniani, habari katika ukurasa wa nne. Simanzi za tawala mabaki ya mwili wa Naumi ukiagwa mtoto auliza maswali mazito kuhusu tukio hilo. au mbewa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima, pata nakala yako. Ndani zaidi, habari picha katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili inaonyesha katibu mkuu wa Wizara ya Fedha Dr. Neto Elmari Mwamba na balozi wa Japani nchini Yuichi Mikami wakibadilishana hati za mkataba wa msaada wa yen za Japan bilioni 1.527 sawa na bilioni 27.3 kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto nchini baada ya kutia saini ofisi ndogo ya wizara hiyo jijini Dar es Salaam jana. Tunitazame sasa gazeti Zanzibar leo, kwa kweli na uwazi, lenye habari lililopewa kipaumbele ni serikali kuzitatua changamoto kijiji cha Mpapa, Dr. Mwinyi. Dr. Mwinyi afanya uteuzi habari katika kurasa za ndani za gazeti hili watano wakamatwa kamatwa wakituhumiwa kuvuruga uandikishaji ya daftari Habari katika ukurasa wa pili. Ireland Tanzania za jadili kuimarisha ushirikiano wa habari, imeandikwa kwenye ukurasa so wa sita wa gazeti hili. Putin akubali kusitisha vita, aweka masharti magumu, habari katika ukurasa so wa tisa wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi, Jumamosi ya leo na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti ilijua katika ukurasa wake wa mbele limeandika hapo vipi, 181 mechi zilizochezwa hadi sasa katika ligi kuu bara iliyosimama kupisha kalenda ya mechi za kimataifa. 406 jumla mabao ya mabao yote yaliyofungwa katika ligi kuu bara hadi sasa yakiwamo mwingine 13 ya kujifunga. 215 mabao yaliyofungwa. Wafungaji wa zawa 102 wamefunga mabao 215. Wafungaji wa kigeni 57 wamefunga mabao 179. Katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili limeandika 17 mabao walioruhusu JKT ikiwa timu ya nne kufungwa idadi ndogo ya mabao hadi hivi sasa. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili umepambwa na vikosi, kikosi cha wageni kikiwa chini ya kocha Fadra Simba Sports Club, wakati kikosi cha wazao kikiwa chini ya Ahmad wa JKT Tanzania. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na mbili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika ahwa hashikiki kibwa tu wagundu Madokeo akiwa ni Simba sita Dodoma Jiji sifuri. Kibu alifunga bao likiwa ni la kwanza kwake tangu alipofunga mara ya mwisho Novemba 5 mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. EPL leo Jumamosi ni Manchester City dhidi ya Brighton, mchezo unapigwa saa kumi na mbili jioni Itihad. Lakini pia gazeti hili imeandika msimamo wa top 5 ligi kuu Tanzania bara Yanga, na kwa, Yanga ya kwanza na alama hamsini na nane ikifuatiwa na Simba yenye alama 57, na katika nafasi ya pili Azam FC, katika nafasi ya tatu na alama 48, Singida Black Stars, katika nafasi ya 4 na alama 44, Tabora United, katika nafasi ya tano na alama 37. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanasporti, ukikamata nakala yako atasoma kwa ndani zaidi magazeti ya habari habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti ya habari leo, gweji la habari Tanzania lenye limeandika Simba yaisulubu Dodoma Jiji sita sifuri. Samata nje Stars mnoga. Kevin John ndani habari, katika kurasa za ndani za gazeti hili. Nyota Yanga wapewa mapumziko, undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Shulole awaandalia timu iftar gala, habari katika kurasa ishirini na moja ligi wa voda waanza leo. Habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo giji la habari Tanzania katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Nipashe ya mwanga wa jamii, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Lenyewe limeandika Simba ya unguruma akipasua Dodoma jiji ahwa hapa kileleni kwa mabao kibu naye habari ni katika ukurasa wa 23. Samata nje Stars, Kapombe mbape warejeshwa ndani, wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 23. Neymar ana furaha Santos rais, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ni pashe mwanga jamii, kama tena kala kwa somo kwa undani zaidi, na gazeti ni pashe linakamilisha dozi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa toka zamani tv. Asante na kwa heri kwa sasa.